Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amethibitisha kuwa serikali yake inajadiliana kuhusu mkataba wa kipekee wa madini na Marekani katika kile ambacho kinaweza kuwa mabadiliko makubwa katika ugavi wa kimataifa wa madini hayo muhimu. Katika mahojiano yake ya kipekee na shirika la habari la Fox News, Tshisekedi alisisitiza umuhimu wa uwekezaji wa Marekani katika sekta ya madini ya Kongo ambayo inakadiriwa kuwa na thamani ya dola trilioni 24. Tunatafuta ushirikiano na tumeanzisha ushirikiano na nchi nyingine Tshisekedi alisema, na kuongeza, tunafikiri Marekani kwa kuzingatia nafasi yake na ushawishi wake duniani ni mshirika muhimu kuwa naye, na tunafurahi sana kuona kwamba utawala wa Trump, mambo yanakwenda kwa kasi zaidi kwa pande zote mbili, rais huyo wa Kongo alisema. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadhibiti zaidi ya asilimia sabini ya akiba ya madini ya kobalti kote duniani na kuifanya kuwa muuzaji mkubwa wa madini hayo muhimu kwa ajili ya utengenezaji wa betri za magari ya umeme, semiconductor na viwanda vya teknolojia.

Kwa kuongezea Kongo ndio mzalishaji mkubwa zaidi ulimwenguni wa madini ya coltan, sehemu muhimu katika utengenezaji wa simu janja, kompyuta mpakato na vifaa vya kielektroniki vinavyotumika jeshini. Nchi hiyo inazalisha kati ya tani elfu arobaini na tani elfu hamsini za madini ya coltan kila mwaka, ikichukua zaidi ya asilimia 60 ya usambazaji wa kimataifa. Hata hivyo, miongo kadhaa ya ukosefu wa utulivu na migogoro ya silaha imezuia uwekezaji wa nchi za magharibi na kuiacha China kama mhusika mkuu katika sekta hiyo nchini Kongo. Tshisekedi amesema kuwa serikali yake inania kuchimba na kuchakata madini hayo ndani ya nchi hiyo badala ya kusafirisha malighafi yake kwenda nje ya nchi. Tunataka kuchimba madini haya lakini pia kuyachakata, kwani hii itazalisha ajira nyingi, na tunataka ushirikiano ambao utatoa amani ya kudumu na utulivu kwa nchi zetu, alisema Tshisekedi. Huku mzozo unaoendelea mashariki ya Kongo, kupata shughuli za uchimbaji madini bado ni changamoto kubwa. Tshisekedi amekiri wasiwasi wasi huo, akibainisha kuwa Marekani inaweza kuchukua jukumu katika kuimarisha usalama Tunaweza kujenga uwezo wetu wa ulinzi na usalama na nadhani kwamba Marekani inaweza kutumia shinikizo au vikwazo ili kuhakikisha kwamba makundi yenye silaha ambayo yako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaweza kudhibitiwa, rais huyo wa Kongo alisema. Marekani imekuwa ikisema juu ya kukabiliana na ushawishi unaokuwa wa China barani Afrika, hasa katika sekta ya madini. Tshisekedi ameweka wazi kuwa wakati China ikichukua jukumu katika kukuza miundombinu ya Kongo, anakaribisha pia ushiriki mpya wa Marekani. Asili inachukia utupu, kama msemo navyosema sio so, kwamba China inazidi kuimarika barani Afrika, lakini zaidi ni kwamba Marekani inazidi kudhoofika barani Afrika. Tungefurahi sana kuwa na marafiki wetu wa Marekani hapa ambao walikuwepo hapa zaidi kuliko China katika miaka ya 70 na 80. Madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni muhimu kwa viwanda vya Silicon Valley na uchumi mpano wa Marekani, hasa katika maendeleo ya bidhaa za teknolojia ya juu. Tshisekedi alipendekeza kuwa ushirikiano thabiti kati ya Marekani na DRC unaweza kusaidia makampuni ya Marekani kudumisha makali yao ya ushindani. Ushirikiano huu utasaidia viwanda hivi kuendeleza bidhaa zaidi na zaidi ya ubunifu, Tshisekedi alisema wakati wa mahojiano hayo. Tshisekedi pia alizungumzia ghasia zinazoendelea mashariki mwa Kongo, akisisitiza wito wake wa kuiwekea Rwanda vikwazo vikali amelaumu mzozo huo kutokana na ushiriki wa muda mrefu wa Rwanda katika masuala ya Kongo tangu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ina nchi jirani inayoitwa Rwanda ambayo takribani miaka 30 iliyopita ilikumbwa na mauaji ya kimbari jumuiya ya kimataifa kati huo ilituomba tufungue mipaka yetu ili kupokea makundi ya wakimbizi waliokuwa wakikimbia mapigano na mauaji Tshisekedi alisema na kuongeza Wakati huo kwa bahati mbaya sana, hali hii ya kuzimu iliyokuwa Rwanda wakati huo imeingia pia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio maana tunasisitiza kuwa na vikwazo vikali dhidi ya Rwanda. Hata hivyo, serikali mjini Kigali imeishutumu serikali ya Kongo kwa kushindwa kutatua changamoto zinazowakabili watusi wa Kongo kama vile ubaguzi na mashambulizi ya makundi ya mauaji ya kimbari ikiwa ni pamoja na lile la FDLR. Kinachomsukuma Tshisekedi kufanya ushirikiano wa karibu na Marekani unakuja wakati huu wa kuongezeka kwa nia nchi za Magharibi katika kupata minyororo thabiti ya usambazaji wa madini haswa wakati mvutano wa China ukiendelea kukua. Iwapo makubaliano kati ya Marekani na DRC yatatimia inaweza kuwa alama mabadiliko makubwa katika biashara ya madini duniani na kuimarisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kama mshiriki mkuu, kama mshirika mkuu wa kimkakati wa Marekani. Hata hivyo, hali ya usalama mashariki mwa Kongo bado ni kikwazo kikubwa, huku waasi wa M23 wakiendelea kusonga mbele kuelekea Kisangani na kuongezeka kwa ukosefu utulivu katika mikoa ya Kivu kaskazini na kusini. Na wakati hayo wakijiri saa chache tu baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Kongo Felix Tshisekedi kukutana mjini Doha kujadili suluhu la amani la mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa M23 na washirika wao chini ya bendera ya muungano wa Mto Kongo AFC wameanzisha mashambulizi mapya na kuteka mji wa Walikale. Matukio Ma haya hivi punde yanaashiria kuongezeka kwa kwa vita vikali kati ya AFC na M23 na serikali ya Kongo huku vikosi vya waasi sasa vikisonga mbele kuelekea ya Kisangani, mji wa kimkakati kaskazini mashariki mwa DRC. Walikale, eneo lenye rasilimali nyingi za madini huko Kivu kaskazini, limetelekezwa kwa muda mrefu na serikali ya DRC licha ya amana zake nyingi za madini ya bati, dhahabu na madini mengine. Eneo hilo ni muhimu kwa ugavi wa kikanda kihistoria, likitumika kama kivuko kati ya Bukavu na Kisangani. Kufuatia waasi hao kukamata Walikale senta siku ya Jumanne jioni, wapiganaji wa M23 wameonekana wakisonga mbele kuelekea Mubi kituo kikuu cha biashara kilicho umbali wa kilomita 36, na wanatarajiwa kuelekea Njingala, Logu, Birue na Lubu, na Lubutu. Ikiwa waasi hao hawatodhibitiwa, wanaweza kufika Kisangani baada ya siku chache. Topografia na hali ya barabara kati ya Walikale na Kisangani itarahisisha kusonga mbele. Mchambuzi wa masuala ya usalama ameonya, kama jeshi la Congo FARDC halituingilia kati kwa haraka, waasi wa M23 wanaweza kukamata mji wa kimkakati wa Kisangani kufikia mwishoni mwa jumaa. Licha ya wasiwasi unaongezeka juu ya kusonga mbele kwa waasi hao, vikosi vya jeshi la Congo FARDC mpaka sasa havijaweza kuweka makabiliano thabiti. Jeshi la Kongo limekuwa dhaifu kufuatia kuanguka kwa mji wa Goma na Bukavu mapema mwaka huu na ripoti zinaonyesha kuwa vitengo vilivyotumiwa huko Kivu Kaskazini vinatatizika kukatizwa na ugavi wa masuala maadili. Swali ni je, wafanyakazi wa jeshi la Kongo Fardese wanangojea nini kuandaa majibu? aliuliza Benjamin Babunga, mchumi na mchambuzi wa masuala ya Kongo. Kila saa inayopita inaleta mafanikio makubwa kwa M23 karibu na Kisangani, na matokeo yanayoweza kuwa mabaya kwa kipindi kizima cha mzozo huu. Mashambulio mapya ya waasi wa M23 yanakuja licha ya juhudi zinazoendelea za kidiplomasia zinazo na Angola na Katari kuleta pande zote mbili kwenye meza mazungumzo. Siku ya Jumatatu, Kagame na Tshisekedi walikubaliana kuendelea na mazungumzo kama sehemu ya mchakato wa amani wa Doha, lakini kutokana na waasi hao kuelekea katika mojawapo ya miji mikubwa zaidi ya Kongo, matarajio ya amani yanaonekana kuwa tete. Awali M23 walikuwa wamekubali kujiunga na mazungumzo ya moja kwa moja ya amani huko Luanda, Angola, lakini walijiondoa baada ya umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo viongozi wake wakuu na maafisa wa kijeshi wa Rwanda. Serikali ya DRC ambayo imekubali mazungumzo kwa kusitasita bado haijatoa jibu rasmi kwa maendeleo ya hivi punde ya waasi huko Walikale. Hali mashariki mwa Kongo bado ni mbaya, huku watendaji wa kimataifa wakionya juu ya athari za kibinadamu za ghasia zinazozidi kuongezeka. Umoja wa Ulaya, Marekani na umoja wa mataifa, wa mataifa wametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano na kurejeshwa kwa mchakato wa amani wa Luanda na wa Nairobi. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.